Hello, habari. Kwa majina naitwa Dr. Merry, mtabibu wa mitishamba asilia. Karibu sana katika chaneli hii. Kama wewe ni mgeni na unatazama video hii kwa mara ya kwanza kabisa, na kuomba usubscribe, share video na wengine wakajifunze pia. Pendwa mtazamaji wangu, namshukuru Mungu si jambo, matumaini yangu nawe huko uliko jambo kabisa, unaendelea vizuri na naendelea vizuri sana. Tunaendelea kujifunza mambo mbalimbali ya kiroho na ya kiasili na maajabu ya miti katika mazingira yetu. Ipo miti mingi sana ambayo wewe unakuwa huifahamu matumizi yake, lakini ukiwa katika chaneli hii ya Dr. Merry basi kila kitu kinawezekana. Kwa hivyo, mpendo mtazamaji wangu unachotakiwa wewe uitazama we hii video mpaka mwisho, ili uweze kujua nini inaenda kufundisha hatua kwa hatua katika video hii unayoiona hapa. Katika hii video na aina tatu za mimea, aina tatu za miti ambayo ina nguvu kiroho. Nguvu yake ni nzuri katika kupambana na mvuto kwenye mwili. Mti wa kwanza ni mvumanyuki mti wa pili ni mshona nguo, lakini mti wa, pi, wa tatu ni mlipu ambao una kamba kamba huu. Kwa hivyo mti wa kwanza, mvumanyuki, una kazi yake kubwa katika kuinuka kiroho, kupendwa, kusikilizwa, kukubalika kila sehemu. Na mti huu wa pili ni mshona nguo. Mshona nguo una maajabu pia makubwa sana. Maajabu yake ni katika kuleta maelewano katika ndoa, upendo, kusikilizana na kuleta amani katika mahusiano. Na pia mshona mm, nguo huu ni tiba nzuri ya presha pamoja na vidonda vya tumbo na pia unaongeza damu. Kwa hivyo hizi faida ambazo ziko katika hii mimea ni nzuri sana na tunaenda katika mvu mlipu mlipu. Bwana unaongeza mvuto. Mlipu unalipua kila kitu ambacho unakiomba. Unataka kumlipua mtu moyo, unataka kumlipua mtu huko aliko akukumbuke, unataka kumlipua mtu aondoke, unaweza kwa kutumia mlipu. Mlipu una kazi nyingi, kwa hivyo mlipu, matumizi yake ni mengi sana lakini hapa naenda kukufundisha namna ya kusafisha mwili na kusafisha nyota. Unasafishaje na hii miti ambayo ni mibichi kabisa? Unachotakiwa kufanya, mpendwa mtazamaji wangu, utachukua dawa zote hizi na utaziweka kwenye ndoo. Ukishaweka kwenye ndoo dawa zako zote basi utatia nia yako, utaongezea na chumvi ya mawe, utaweka kijiko kimoja. Lakini pia utaweka na vijiko viwili vya kivumbasi, kivumbasi cha unga. Kwa hivyo hizi dawa mbichi unaweza pia ukaongezea na dawa zingine kavu ili kuongeza nguvu na mvuto zaidi katika jambo lako ambalo unahitaji, hasa katika kuongeza mvuto na kusafisha mwili na kuinua nyota yako. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu, ukishamaliza kuweka dawa zako katika ndoo, unachotakiwa kufanya, unatafuta maji ya uvuguvugu au maji ya moto, utayatia umu ili yapate moto. Ukishamaliza kutia umu ili yapate moto, utayaacha kwa dakika kumi mpaka kumi na tano yapate moto. Ukishamaliza hapo, basi utaongezea maji tena mengine ili ndoo yako ijae, e, kama unavyoiona hapa. Maji yawe mengi kabisa, kwa sababu unatakiwa uandae dawa yako nyingi. Ukioga ubakishe tena uje uoge, na kama ni jioni au ni asubuhi. Mpendwa mtazamaji wangu, hii ni tiba kwa ajili ya kuinua nyota na kuongeza mvuto katika mwili Hakikisha tiba hii unaifanyia kazi. Na tiba hii ya kuongeza mvuto na nyota, unatakiwa uogee nje au katika sehemu ya kuogea ambayo ni safi kabisa, usiogee chooni. Pendwa mtazamaji wangu, kuwa makini sana katika hili, na zoezi hili unatakiwa ulifanye asubuhi na jioni kwa muda wa siku saba. Hizo siku saba zote unatakiwa uoge dawa, siku saba zote unatakiwa ufate kama anavyokuelekeza, ni asubuhi na jioni, asubuhi na jioni. Yani kabla jua halijachomoza oga dawa yako, na jioni kabla jua halijazama oga dawa yako kwa manuizi yako unayotaka kuinua mwili, kuinua nyota yako. Unasema majina yako, unaomba ulimwengu uweze kukuvutia yote ya heri na kufungua milango ya mafanikio unaomba asili iweze kukusaidia na nguvu iliyopo katika hizo dawa iweze kukusaidia, ili uweze kufanikisha jambo lako liende vizuri unavyotaka. Kwa hivyo, mpendwa mtazamaji wangu, unachotakiwa kufanya ni hivyo na kufanya tiba yako kwa ukamilifu kabisa. kwa tiba na dawa za mitishamba mbalimbali na changamoto zote za kiafya, basi unaweza ukanitafuta kwa kubonyeza alama ya kujumlisha mbili tano tano saba nane saba ishirini na tatu ishirini themanini na moja. Naitwa Dr Merry, ni mtabibu wa tiba asili na mitishamba, na kuomba subscribe, share video hii na wengine wakajifunze, na pia toa maoni yako katika comment section ili kutoa maoni kwa kile ambacho nimekufundisha, na ulike video hii. Nakushukuru sana.